Habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa Kankono TV. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tuendelee kutazama vita vinavyozidi kupamba moto huko Mashariki ya Kati kati ya Iran na taifa la Israel. Naitwa Ramadhani Fupi. Kutokana na hali ilivyo kwa sasa kati ya Israel na Iran, rais wa Urusi Vladimir Putin ameamua kuzungumza na pande zote mbili, kwa maana ya Iran pamoja na Israel, kuwasihi waache kushambuliana, bali wanapaswa kumaliza tofauti zao kwa njia ya amani. Vladimir Putin amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo katika mazungumzo hayo Vladimir Putin amelaani mashambulizi yaliyofanywa na Israel na kutoa salamu za rambirambi kwa taifa la Iran kufuatia vifo vya makamanda wao wa kijeshi akiwemo Jeneral Hussein Salami pamoja na wanasayansi wabobezi katika silaha za nyuklia. Katika mazungumzo hayo Vladimir Putin amemsihi Benjamin Netanyahu aachane na mashambulizi dhidi ya Iran na kusema kwamba wanapaswa kurejea kwenye mchakato wa mazungumzo ya amani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Itakumbukwa usiku wa kuamkia jana Ijumaa, Israel ilifanya mashambulizi kwenye miji kadhaa huko nchini Iran, ukiwemo mji mkuu wa Teheran na kusababisha vifo vya watu mashuhuri nchini Iran, akiwemo kamanda mkuu wa kikosi cha ulinzi cha Iran Jeneral Hussein Salami pamoja na wanasayansi nguli wa silaha za nyuklia. Kufuatia shambulizi hilo Iran nayo usiku wa kuamkia leo Jumamosi imelipa kisasi kwa kurusha makombora zaidi ya mia moja kwenda huko nchini Israel, hali iliyosababisha vyombo vya usalama nchini Israel kutoa tahadhari kwa raia kwenda kujificha katika maeneo maalum kutokana na ukubwa wa mashambulizi yaliyorushwa na taifa la Iran. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yamekuja baada ya kushindwa kupatikana matokeo chanya katika duru ya tano ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia. Hata hivyo duru ya sita ya mazungumzo kati ya Washington na Teheran ilipangwa kufanyika siku ya Jumapili, lakini kulingana na taarifa kutoka Iran zinasema kwamba Iran haina haja tena ya kufanya mazungumzo na Marekani kwa sababu ya hiki ambacho kimefanywa na Israel. Kwanza wapo kwenye msiba mzito wa makamanda wao. Iran imesema kwamba Israel haikufanya mashambulizi isipokuwa kwa ruhusa ya Marekani, hivyo hakuna haja ya kufanya mazungumzo. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba alifahamu kwa Israel itafanya mashambulizi nchini Iran na ameongeza kwa kusema kwamba alipendekeza Iran ijitetee katika shambulizi la Israel kwa sababu Iran imeshindwa kufikia makubaliano ya nyuklia na Washington, na mnukuu, tuliwapa nafasi na hawakuikubali, walipigwa sana vikali sana, kama wanavyoendelea kupigwa na kuna mengi zaidi yanakuja, mengi zaidi alisema Donald Trump. Kauli hii ya Donald Trump imeongeza hasira kwa Iran, hali iliyopelekea kiongozi mkuu wa serikali ya Iran Ayatollah Al-Khamenei kuamuru kuwasho taa za kijani na kurusha makombora kuelekea nchini Israel. Usiku kucha, Iran imerusha msururu wa makombora usiku wa kuamkia leo huko Israel, ambapo kwa mujibu wa Israel imesema kwamba imejitahidi kuyadungua makombora hayo kwa kutumia mifumo yao ya ulinzi wa anga ya Iron Dome pamoja na Thadi, lakini baadhi ya makombora hayo wameshindwa kuyazuia. Mfuatiliaji wa Kankono TV. Hali ya wasiwasi wasi bado inazidi kuongezeka katika ukanda wa mashariki ya kati, hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Lakini ili uweze kufahamu zaidi kuhusu kinachoendelea ulimwenguni, endelea kubaki nasi Kankono TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomments, ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Naitwa Ramadhani Fupi.